Huduma za, za, za kinywa na meno katika kitengo cha meno katika hospitali ya wilaya ya Kilosa ni nzuri kabisa kwa sababu zimeboreshwa, kuna vifaa vya kutosha, kwa sababu sasa hivi tuna x-ray ambayo ni x-ray ya kisasa kabisa ambayo inaweza kupiga picha nzuri na ikaonekana kwa ubora zaidi. Kwa hiyo huduma ni nzuri na vifaa vipo lakini pia wataalamu pia wapo. Huduma ambazo zinatolewa katika hospitali yetu ya wilaya ya Kilosa katika kitengo cha kinywa na meno ni kama zifuatazo: moja ni kutoa elimu ya afya ya kinywa na meno kwa wagonjwa ambao wanakuja katika kitengo cha kinywa na meno, lakini pili tunatoa huduma ya kuziba meno meno ambayo yametoboka. Kwa hiyo kwa mteja kama akija ana, tukiona anastahili kuziba jino, tunaweza tukaliziba. Lakini huduma ya tatu inayotolewa katika kitengo chetu cha kinywa na meno ni kufanya root canal treatment ambayo ni kwa Kiswahili tuna ua mzizi wa jino ambalo Meoza. Kwa hiyo kwa sasa hivi e, issue ya kung'oa meno inakuwa imepungua sana, kwa sababu yale meno mengi ambayo yalikuwa kipindi cha nyuma yanaweza yakang'olewa, sasa hivi hayang'olewi yanafanyiwa na, ya huduma nyingine ambayo ndio hiyo niliyoisema kuua mzizi wa jino kwa Kiingereza ni root canal treatment. Lakini huduma ya tatu ambayo inatolewa hapa ni kusafisha meno. Meno ambayo yame yamekuwa yana ugaga au ugavu, kwa Kiingereza tunaita calculus. Kuaga tunaweza kutoa huo uchafu, ambayo kwa Kiingereza tunaita scaling. Lakini huduma nyingine ambayo inapatikana hapa katika hospitali ya wilaya Kilosa ni ku ni kutumbua au kuchana jipu ambalo ni la mdomoni. Huduma hiyo inatolewa vizuri na watu wengi wamekuja na wamepona kabisa.